Yes, yes. Mungu ibariki uh, timu yangu Bandari uh, mana tushikiki o, uh, moto wetu hatari uh, uh, mana dimbani hatunaga mpinzani ojeletesi tutaweka goli kambani Bandari na shafuli toka zamani, kwani ati anayetuweza ni nani? Mama, mama ful kosi waje vikaragosi. Bandari FC leo tutawapiga goli nyingi na hatuwakosi, usunga tutawakosi, Bandari ndosi, acha tuwaonyeshe Nipo kwenye timu ya ushindi jamani, eh nipo kwenye timu ya ushindi jamani, eh eh nipo kwenye timu ya ushindi jamani, jamani nipo kwenye timu ya ushindi jamani, Bandari jamani, Bandari jamani, Bandari tanitoa roho jamani, jamani, Bandari.